Uh, mimi ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Kukua Pamoja Tanzania ambayo, uh, imesajiliwa chini ya mamlaka ya Wizara ya Maendeleo ya Jinsia ya uh, wazee ya maendeleo ya, ya jamii ambapo uh, tumejikita katika maeneo makuu matatu. Uh, eneo la kwanza ni kutoa elimu kwenye jamii uh, lakini eneo la pili ni kuiwezesha jamii hususani kiuchumi na lakini masuala ya tunasema uh, kabisa lakini, swala la tatu ambalo uh, tumelikita nalo ni suala la mazingira, ambapo uh, mlengo mkuu kuhakikisha kwa kwamba dunia yetu inakuwa salama kwa upande wa mazingira. Kwa hivyo tuko maeneo ya Arusha, Mianzini, na leo tumekuja kuzungumza mawili matatu juu ya vile ambavyo tunavifanya na pasi na shaka, wasikilizaji wetu ambao wanatufuatilia hivi sasa toka jana niliyaweka standby kabisa kwamba leo nitakuwa na mgeni nadhani kuna wanayo yasubiri mazuri e, kutokea ukwenu ukiwa umematana na ndugu yangu Miraji kwa sababu huwa anaga jambo jambo dogo, japo nimeanza kwa kumnanga, lakini na imani kwamba hakuna jambo dogo. Kitu gani hasa ambacho mumetujia nacho ambacho pia tunataka kushia na wasikilizaji wetu ambao wanatufuatilia kwa hivi sasa kanda zima kaskazini tukiwa tunasikika kwa hivi sasa? Kwanza uh, tushukuru kwa kutukaribisha ndio. Uh, kwa sababu ni pia ni wadau wa maendeleo hususani kwenye masuala mazima ya michezo. Na hapa uh, tumekuja kuwahabarisha kwanza uh, wanajamii na Tanzania kwa ujumla wajue kwamba sisi tunafanya nini, na tumejikita kwenye maeneo gani, na mipango yetu ni ipi. Um, sisi kama taasisi ya Kukua Pamoja tulisajiliwa mwaka 2022 na b mnamo e, tarehe 18 mwezi wa tano na tumefanya mambo mbalimbali kwenye jamii ikiwemo kuwezesha vijana, watoto na kina mama, lakini pia na upande wa mazingira. Yeah. Kwa hivyo um, tumesema sasa mpaka sasa tunatimiza miaka mitatu ya utekelezaji wetu na tukasema mojatushie na jamii tumefanya nini na tuna mpango gani, hususani kwenye masuala ya vijana. Kwa hivyo tumekuja kwanza aa, tuwashukuru wala kutupokea kwa sababu tumepokea vizuri kwenye wilaya ya Rudeu hususani a Arusha DC, na tumefanya na vijana wanawake na watoto, lakini aa, zuri zaidi tunafanya masuala ya michezo ya pamoja na michezo pia, hiyo michezo ndio maana Uh, tuko hapa kwenye kipindi cha michezo na tunaandaa, uh, event ya siku tatu ambayo mlengo wake mkubwa ni kusherehekea uh, kutimiza miaka mitatu, uh, lakini tukasema tusikae ofisini ndio ufurahie tufanye masuala ya kijani kidogo, ambayo uh, wanajamii pia wafahamu. Cha kwanza tumepanga kufanya uh, matendo ya huruma, kwenda kwenye vituo viwili wilaya ya Longido Victoria watoto yatima kuvipa mahitaji kidogo ikiwemo vyakula mahitaji ya shule, lakini pia tukae nao tuwape faraja, ambapo hiyo tumepanga kuana tarehe ishirini na nane mwezi huu wa tano. Kwa hiyo tutatoka kama, uh, watu wa taasisi na wadau wengine, tutakwenda kule. Lakini tarehe ishirini na tisa pia kwenye eventi yetu tumepanga tupande miti kwa sababu sasa hivi ni msimu wa mvua, lakini pia tunakadiria mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hivyo tutapanda miti eneo eh, eh, la Otomiti, hospitali Otomiti. Yes. Yeah. na takriban tutapanda kupanda miti mia mbili ya viguli, lakini baada ya hapo tutakwenda shule ya sekondari Mringa, tutapanda miti takribani mia tano, ambayo miti hiyo ni miparachichi aina hasi ambayo uh, tunategemea kwamba baada ya miaka mitatu wanafunzi wataanza aa, kupata matunda ili afya zao ziweze kuimarika. Kwa hivyo hiyo itakuwa tarehe 28. Na, Lakini tarehe 29 sasa ndo tarehe 30 tarehe 29 hiyo. Eh, tarehe 30 tunakwenda kuhitimisha siku zetu tatu za kusherehekea ambapo tumeandaa bonanza la michezo. Uh, tunataka uh, watu wafurahi So, michezo ni afya pia, yeah. Uh, waimarishe afya ambapo tutakuwa na michezo mbalimbali ikiwemo kuvuta kamba, kukimbia na magunia, ku, uh, kukimbia na mayai kwenye vijiko na michezo mingine mingine ya furaha, lakini yeah. Uh, kali zaidi tutakuwa na sasa football kwa sababu sisi tuna train football uh, kwenye taasisi yetu ambapo tunategemea tuwe na pande zote mbili upande uh, wa wanawake na wanaume tunafanya gender balance, kwa hivyo tunategemea na timu nne um, za wanawake ambao watachuana, lakini tutaweka zawadi kidogo, kabuzi ndio yeah. Mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, basi tutampatia mpira wa miguu and then uh, itakuwa vile vile na kwa upande wa timu za wanaume zote nne kwa nne kwenye hizi timu ambazo e, mesema tutashiriki kuhakikisha kwamba mnashirikia miaka yenu mitatu mm. toka mwanzishwe mm. Kukua pamoja Tanzania e, ni timu ya mini maveteran vijana wadogo, ama ni anda ngapi? vijana uh, um, wadogo, tunaamini saa hivi wako shule. Kwa hiyo na wakati tutakuwa tunafanya tutakuwa nafikiri ndo wanafunga funga, kwa hiyo tumebase kwenye ambao tunaamini hao wako kwenye reo za mtaani walio aatuizi na, lakini uh, tuna mpango mwingine kwa sasa. Vijana hawa wadogo ambao ko shule wakishafunga shule tunaandaa uh, kambi ambayo tutakuwa tuna watrain uh, badala ya kijana kwenda kwenye vikundi uh, vikundi yeah, sisi tumeandaa kambi ambayo atakuja tutam pale, tutamtrain tutamei kwanzia, tutampatia wananchi na tutamtraini zaidi ya mpira <laughs> na timu ambazo zitashiriki pengine eh, kuna gharama yoyote ile, ama ni zinakuja kushiriki free? Ah, kama taasisi tumesema tunasherekea tunasherekea mitatu, kwa hivyo timu zote ambazo zitashiriki tumefanya iwe free of charge, ndio na watapata zawadi ue. Lakini kupitia wadau kama nyie, kama hapa tuko tayari, tunazungumza mawili matatu, tunaamini tutapata wadau ambao watatusupport kwenye hilo, ili wale watu waje uh, wafurahie siku yetu uh, ya miaka mitatu. Mimi nataka kufahamu kuhusiana na taasisi. Kwa uchache tu, umezungumzia kuhusiana na madili mambo ya mazingira. Kwa uchache tu, ungetuambia kwenye masuala ya mazingira, mnafanya kupanda miti, lakini pia umetuambia kuhusiana na uwezeshaji uh, uwezeshaji kivipi? Mnatoa mitaji? Mnatoa elimu? uh, lakini pia umezungumzia kuhusiana na swala la jamii pia na pia vipi, e, jamii, okay. Kwenye hiyo yengo ya jamii mnagusa vipi jamii hasahasa vijana kwenye taasisi yako? Okay, kwanza kwenye mazingira. mm -hmm. Uh, cha kwanza kabisa ambacho tunakifanya ni kutoa elimu, kwa sababu tunaamini elimu ndo kila kitu. Hata tukipanda miti bila kumpa mtu elimu, maana yake ni kwamba ile miti haiendi haikui au itanolewa ay, mm -hmm. Kwa hiyo tunachofanya, tunatoa elimu sana hususan kwenye shule zote za msingi na sekondari. mm -hmm. lakini kwenye msingi tumebeba sana kwa sababu tuna nini, tukitenga tukifunza, tukiwafunza watoto wadogo wanakuwa na ile tabia ya kutunza mazingira, lakini tunawatumia vijana sana sana, ndio maana tunafanya tunasema tunafanya sports lakini pia na mazingira ndani yake. Kwa hiyo wale ambao tunawatenga sisi ni mipira ni huu ah, uh, pia tunafanya nao kwenye masuala ya utunzaji wa mazingira ah, uh, swali so, lako la kwamba kwa jamii jamii ambayo tumelenga sana ile jamii ambayo iko chini kabisa kabisa kabisa. Kwa mfano tukizungumza akina mama au wana, wanakuwa na wana changamoto nyingi sana. Kwa hiyo tukifanya tunasema women empowerment au kuwezesha wanawake sana sana kiuchumi, kazi za mikono, utengenezaji uh, wa mali wote, biashara kijumla, ilivyo hivyo ndivyo tunavyofanya, na haya yote tunafanya for free yani, hatuchaji chochote kwa sababu mradi wetu sisi shirika letu ni shirika ambalo sio la kutengeneza faida. Na bado bado kwenye uwezeshaji sijakupata, ni kwamba mnatoa mna fedha ama mna... uwezeshaji wa kwanza hmm, ni kukupa elimu ya biashara. Hmm. Tunawapa sana elimu ya biashara kwa sababu, hmm, kwa mfano ukifanya tu stadi kidogo unaweza ukaenda hata kwenye masoko ambayo yako unakuta mtu anauza nyanya mzipanga chini. Hmm, sasa sisi tunakuwezesha kwa kukupa elimu kwamba wana kupanga nyanya chini au vitu vya kula chini hivi kwanza vinaathiri afya ya mlaji, lakini pia kwa upande wa biashara, mtu hata hatakukua kununua nyanya ambayo iko chini, ataangalia ataangaa kwamba yupi ambayo kidogo msafi, ameweka vitu vyake kwenye mazingira kwao. Kwanza tunamwezesha mtu kumpa elimu sana sana ya kile kitu ambacho anakifanya, hususan sisi kwenye biashara ndo tunajikita zaidi na ujasiriamali. Kwa hiyo elimu kwanza, alafu baadaye sasa tukishaona kwamba huyu mtu anafaa sasa kuenda kwenye biashara kwenda kujitegemea mwenyewe. Mm. Hapo tunatafuta hapo tunatafuta sasa wadau tunatu kadhaa ambao tumewafundisha moja mbili tatu. Kwa hiyo mm, wanahitaji mtaji au labda hivyo, kwa hiyo wadau wanaungana katikati. Lakini pia, mm. tumejikita sasa kwenye vikundi. Kwa sababu pia mm. Kwa hiyo, kwenye vikundi kwa sababu pia ukimpa mtu mmoja mtaji uendo ni ngumu changamoto, kwa hiyo tunabei sana kwenye vikundi. Kwa mfano sasa hivi tuna vikundi mm, kama viwinli moja na mpango wa kufuga ng'ombe wa maziwa mm. wako kama kumi. Kwa hiyo um, tuko hivyo kwenye kundi zaidi, tunawafundisha alafu. na na mnawatambua vipi hao hao watu yani, mnawapata vipi hao? cha kwanza chakwanza watu mkubwa ni serikali, si sana serikali za mitaa. Hao ndio wanajua kwamba kaya gani iko iko hivi, kaya gani iko hivi. Hao ni mm. watu ambao tunashirikiana sana kupata hao watu ambao wanaishi mazingira hayo makubwa, lakini pia story kwamba kuna mtu mmoja anakuja usini uh, tumemwona kwani tumejua hali yake, kwa hivyo lakini asema bana, na ndugu yangu labda na jirani yangu yuko hivi. Kwa hiyo kwanza fa tunafanya ile home visit, tunamtembelea tunaona, alafu tunamuingiza kwenye program. Okay, sasa tuki tukirudi kwenye hiyo tournament ambayo umeandaa mm, ya kusherehekea miaka miaka mitatu, tumezungumza hapo, itakuwa ni maadhimisho ani ya siku tatu, sio? Uh, siku ya kwanza umezungumza kuhusiana na kutembelea kituo cha yatima vituo viwili, mtakuwa kama ofisi ama pia mtakuwa mnashirikiana na wadau mbalimbali ambao watataka kuja. Uh, tuko hapa kwanza, tuwakaribisha wadau wote yeah, kwa sababu tunaamini sisi tunasherehekea kutimiza miaka mitatu mm, lakini tunaamini kwamba kuna watu ambao wanatamani kufanya kile kitu ambacho sinakifanya lakini tu Flani sawa, ni mazingira fulani hayapo sawa, labda hawajui wafanye nini. Kwa hiyo tuko hapa uh, pia kuwakaribisha wadau yoyote ambayo anatamani kuungana na sisi mm. katika labda siku zote tatu au siku moja au siku mbili mm. au kwa namna yoyote ile. Kwa hivyo wote hayo sisi tunawakaribisha kwenye soka tarehe 30. Hapo utaratibu wa timu kuzipata uh, cha kwanza tumepata timu mbili ambazo ya, ya kwanza tunaitrain sisi mm, lakini ya pili majirani zetu tuna timu ambayo tunaitrain okay. Kwa hiyo ipo na ya kwetu ya kwanza atakuwepo, lakini kuna majirani zetu pia, lakini tumeshaalika baadhi ya timu ambazo tunashirikiana na ene shuuri oviraji ni mtu wa michezo kwa hiyo, mm. tu timu za wanaume tumezipata zote nne tayari. Okay. Lakini changamoto inakuja kwenye timu za wanawake okay. Nimeconfirm timu moja kwa hiyo labda kama kuna msikilizaji ambaye anafanya ile mchezo na anayo timu, basi labda wakati wake anaanza ata asilia timu moja timu na nayo tutapeleka tutapeleka timu karibu sana na mimi mashindano yanafanyika yanafanyika hapa karibu, tunafanya Ilboru mnafanya hapa Ilboru, uwanja wa Ilboru yeah. pale nafikiri okay, kwa kwa timu za wanawake ilio confirm ni timu moja, ile wale mabingwa wa, wa mkoa wale, yeah. Yeah, ndo walio confirm, kwa sababu ndo watu ambao tuliwapata tukawa tukawa inform kuhusu hii bonanza, nao pia wakawa coding kufanya. So tunasikilizia hizo hizo timu zingine, kwa maana yake Black Eagle nao watakuwepo. mna si yuko hapa ngapi e, eh, na mnafanya mazoezi wapi? Na pia kwa msikilizaji yeyote ambaye anataka ku, ku, ku, kushiriki kwenye taasisi hiyo kwa namna moja au nyingine aweza mm -hmm. Kama mchezaji ama kama mdau kwa namna gani anaweza akashiriki? Kwanza ajue yani ana fursa zipi kwenye taasisi yako Sao, kama mdau huko. Hilo ni swali la pili. La kwanza kuhusiana na timu kwanza H, eh eh yenu ikoje, lakini pia mnafanya mazoezi vipi? Yeah. na yes Sawa so, kwanza kwenye um, hizo program kidogo ziko nyingi nyingi tunafanya mm, lakini kwa tuongee specific ni suala la la mpira wa uh, mmm eh uh, program tulianza 2023 mmm, tunaanza kwa chache kabisa vijana uh, kama wenye miaka 10 na 12 mpaka 15, lakini ilikwenda tunakuwa vijana pia, na jina letu tunaposema kwa pamoja tumekuwa tulikuwa na kiwanja kadogo tukakua, tukafika mahali sasa, tukapata uwanja kwa sasa. Almost kuna watoto kuanzia miaka sita mpaka ishirini. Kwa hiyo tuna kategori zote hizo hizo hizo zote hizo, timu zote zipo, wanakaa hostel ama wenyewe wako wanafanya dei kwa sababu wanaishi na wazazi, kwa hiyo tunachofanya kwa mfano wanafunzi siku program zinafanyika sana sana siku ya Jumamosi peke yake kwa ambao wanasoma mm. ila wale ambao wale wakubwa tunafanya kila siku Jumatatu hadi Ijumaa <coughs> na tunakuwa nao. Kwa hiyo kuhusiana mm. uh, na hilo tumekuwa kwanzia kwenye huko tumefikia huko kwao tunazo hizo kategori zote na tunachopambaa sasa hivi ni kubadilika kwa sababu tumeanza lokali na tunaenda sasa kwenye tunaweza ifoma tuseme kwenye, kwenye, mm. kwenye, hali ambayo ya kikawaida kawaida, kawaida. kawaida, kawaida. Yeah. Tunabadilika sasa tunakwenda kwenye hali ambayo tnatamaaseku tuingie kwenye hizo ligi za mkoa na hivyo tunapambana tuende huko. Okay, yeah. Kwa hiyo um, yeah. Kuhusiana na swala lako la pili ilikuwa eh, namna gani ambavyo yeah. mdao anaweza kashiriki kwenye taasisi yeah. yako namna moja au nyingine. Kwanza tunakaribisha wachezaji wa mm -hmm. kama ana kipaji lakini uh, anakosa sehemu ya kwenda, Kukua Pamoja tampokea a uh, ana kiwango gani, halafu anahitaji nini na nini na nini um, yeah. na wapo wengi wanatuma message, mwenyewe anakwambia na kipaji halafu sina sehemu ya kucheza mpira. Sasa tunatoa fursa hizo, tunawakaribisha wote kuanzia miaka sita mpaka ishirini, hao tunawakaribisha, tunafanya training kama pia na awali kwamba baada ya kufunga shule tutakuwa na kambi maalum ule muda wote ambao umefunga, na hiyo itakuwa ni program nyingine. Kwa hiyo pia tutawakaribisha wote ambao, hata wazazi kama wasikiliza, kama mtoto wangu msione ataenda wapi, sisi tutampokea. Na uzuri ofisi yetu iko Mianzini, karibu tu hapa na Triple A na wadau hapa karibu. Kwa hiyo yeah kwa yule mdau ambaye anataka ku support eh, wakisha kwamba pia jambo leno la kwenda kuwatembelea watoto yatima mm, lakini pia na jambo leno la kwenda kupanda miti, kwa sababu tunafahamu siku zote wanapokwenda kuwatembelea watoto yatima lazima una kitu ambacho utawapelekea, tukwenda utapiga no story, utawaacha wakiwa wapo na faraja, lakini pia swala zima na kuweza pia kupanda miti. Lakini pia kwa wale watoto nao ambao wanataka kujiunga kwenye academy yenu mawasiliano pia yapo, kwa kisha kwamba wanaweza kuwasapoti wanataka kuweza kuwasapoti, lakini kwa wale pia ambao wanataka kuleta watoto wao pia waweze kuwaleta, lakini pia na ofisi ipo maeneo gani? Sehemu ambayo pia ni rahisi, unaweza kumwekeza mtu anaweza akaweza kufika ofisini moja kwa moja. Uh, cha kwanza mdau yote ambao anahitaji kutunga mkono kwenye eventi yetu ya siku tatu tunamkaribisha. Ofisi yetu iko maeneo ya Mianzini uh, mtaa wa Ilikiwe watu ambao wanafahamu maeneo ya the boss, unaingia the boss, unaingia ndani makaburi ya kijani, alafu kufika hapo tu, kwa sababu namba za simu tutaziacha, anaweza tokawasiana sisi ndio atafika ofisini. Lakini pia kwa yule kuna watu ambao pia wanaweza kuungana sisi tukaenda na kuna wale ambao wanasema tutafanya kwa kuunga mkono, lakini hatutakwenda. Kwa hiyo labda tuna namba za simu ndio lakini pia tunalipa namba kwa mtu sema, ah, nataka tu kudonate shilingi mia mbili mia tano na nini, ndio hiyo pia tuna, tunaipokea kwa hiyo, kwa namba za simu ambazo za ofisi zinapatikana ndio ni 0794 0794 65 65 66 66 78 78, namba nirudie, ndio

lakini tunalipa namba lipa namba ya mpesa mitandao yote, ndio tano nane tano nane mbili nne mbili nne mbili tisa mbili tisa nne sifuri nne sifuri. Narudia tena, ndio tano nane tano nane mbili nne mbili nne mbili tisa mbili tisa nne sifuri nne sifuri. Majina yote ni Kukua Pamoja Tanzania, Kukua Pamoja Tanzania. Kwa yule ambaye unataka kuweza kuwasapoti kwenye nah. suala zima la kwenda kuwatembelea hao ya watoto yatima una mia mbili una mia tano nah. una elfu moja unaweza ukawasapoti, lakini nah. pia kama unataka pia kwenda nao pamoja nah. Una chochote kitu unabeba basi unafika ofisini kwao hiyo siku wakati wanaondoka nah. kuelekea kwenda kwa wazima watoto yatima basi unaondoka nao pamoja, lakini pia siku ya kupanda miti mzee akachomali pia wewe huko tarehe 28 itakuwa ni Jumatano. Jumatano bila shaka tarehe 26 naweza akafika ofisini 26, lakini kama kama ndio mahitaji ambayo specifically wale wameaomba. Kuna mchele ndio, mahindi ndio, mafuta ya kupikia ndio, sukari, maharage, unga wa ngano Ndio. vifaa vya shule, kuna kaunta buku au msomi rula kalamu, yeah. mm. penseli, mm. Lakini pia vifaa vya usafi, sabuni ya maji, sabuni ya unga. Sasa kama sisi Triple A FM tuta supporti na of course, mimi kama champion, sasa nataka nizungumze au nizungumze pamoja pamoja sisi kama Triple A FM, tutatoa kilo kumi ya mchele kama, Triple A FM meza ya, mchezo, e, si kama Triple A FM, meza ya michezo sasa hapa. Sisi kama Triple A FM, meza ya michezo tutatoa mchele kilo kumi za kuwapelekea watoto yatima na hiyo siku ikiwezekana pia tutaweza kufika hilo <laughs> wa la michezo hilo limekwisha <laughs> kabisa hilo la michezo, <laughs> Yeah. Michezo tuombe tu uzima. Yeah. Nadhani hakuna linalo, yeah. Eh, shindikana. Asante sana. Kwa hivyo si kama FM meza ya michezo kuungana na ninyi ka isha kama tunasupport lakini pia kupeleka faraja kwa wale watoto mm. Tutawasapoti hicho kidogo ambacho nah, Mungu ambacho ametujalia nah, kisha kwamba watoto nao wanakwenda eh, kufurahia sasa. Ni, inabaki kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza mm, lakini pia na waendeshaji wengine yving, wa vipindi kuna Jeni Silayo mm layo Jeni Silayo na imani na nisikilize hivi sasa, dada yangu eh, utakapoingia kwenye ukrasa mpya, kama unaweza kuwa support Kukua Pamoja Tanzania pia unaweza kuwa support, kuna ndugu yangu Ghost Kiula majira yale ya saa nane, pia lakini pia kuna kaka yangu eh, Alois kuna una wazangu pia Onesimo wote hao wanataka kuweza support, basi hakikisha kwamba kila kitu kina eh, kwenda kwa namna moja ama ama nyingine, kisha kisha kwa kwa mambo nzuri kabisa kabisa, na na kila kitu kinaweza kwenda vyema eh, kwamba tunaweza support. La, la kuongezea hapo, mimi kwa pamoja, kwa, kwa kwa sababu najua namna gani naweza yeah, yeah yeah tuna tuna hiyo hiyo hiyo hilo limeisha limeisha, yeah, kama kuna nyongeza aigh